Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Unapendeza sana katika nyumba ya Mungu ukiwa umejiandaa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umefika ni wakati mwingine, sote tusimame tumwalike mama yetu maombi katika madhabahu, tupige makofi anapokaribia

Asifiwe Bwana Yesu, asifiwe tena. Tunazidi kushukuru Mungu, Bwana Mungu, na ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ametupenda zaidi, aligharamika kwa ajili yetu, ndio maana tuko mahali hapa kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya kuinua jina lake. Bwana yetu asifiwe <tinyan> Bwana Yesu asifiwe tena. Mpemda uniojaliwa kufika mahali hapa, umejaliwa kufika katika nyumba ya Baba yako nakawe na amani ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jua kwa imani utayashinda uta yote yede unaomba unataka baba yako kufanyia tunga mae wakwe. Bwana Yesu asifiwe, tunga mali hapa hakuna jambo utalikosa kwa baba yako. Bwana ufememee wakwe, nauwe na uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena, yasa Yesu wakatupe nguvu wata Yesu akatupe ya Mtakatifu. Mwambie Yesu akakuongoze, mwambie Yesu akupe unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. haijarichinapitachamametezani mwambie Yesu nipe nguvu, mwambie Yesu ni tia Mungu ni ni ili nikazidi kukuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anapogamana, shetani yuko mbioni kukutaka kukuwegesha nyuma kwa kutaka kukuangusha chini, lakini usipatesha

kama zinipeleke kuku zinipeleke si nini, mungu anachaka moyo yako. Bwana Yesu wasifiwe! Hata kama una matatizo gani, tumbwa moyo wako utakombolewa. Hata kama ni magonjwa umeangaika miaka mingapi, umeteseka muda gani, mwambie Yesu, niko mbele yako, ninaomboka nipenye kwa jina la Yesu. Bwana Yesu wasifiwe! matatizo yako yatatutu, mungu ataitetua.

Tuachane. Bwana Yesu asifiwe! Kuna kukosana na kuna kupatana. Kuna kukosana na kuna kuelewana. Bwana Yesu asifiwe! Lazima uotwe na kitu inaitwa mpendo. Bwana Yesu asifiwe! Bwana ndoa, Bwana Yesu asifiwe! Heshima ni muhimu, na uwezi kuheshimu mwenzako kama umpendi. Uwezi kupenda mwenzako kama umweshimu. Bwana Yesu asifiwe! Hizi vitu vili vinambatana asifiwe Hakuna vile unanasema umependa jirani yako na umheshimu. Heshima ikawe kipaumbele. Baba Yesu asifiwe. Baba Yesu asifiwe tena kuna kuna po kuna heshima. Baba Yesu asifiwe. Heshima ni kitu muhimu sana, hata ukipenda mwenzako mweshimu. Baba Yesu asifiwe. Mweshimu mwenzako Mwimza. Na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mpende mwenzako, mheshimu mwenzako, Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kama wamama tunapaswa tuheshima bwana zetu. Heshimu mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Na mume wako naye akupende. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokuwa na upendo, Mungu anaingia kwa ile nyumba. Mungu anaunganisha umoja. Mungu anaunganisha upendo wale watoto wetu ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ni zawadi, tumepewa kutoka kwa Baba yetu aliye mbinguni. Tunafaa tuwapende wale watoto, tunaanea katika majini mazuri, wapate haki yao kama mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Tuzwanile haki yao, tuziwanile haki yao, wasije wakatulaumu baadaye, wasije wakatushtaki baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto wamakaribuhiwa aea mamangu wa kujisomesha, mamangu wa nini ni yetu. Bwana Yesu wasifiwe. Na wewe mtoto abaiaa, unapoenda na mzazi wako, tii ile sauti ya mzazi wako, usidharau mzazi wako, tii mzazi wako. Bwana Yesu wasifiwe, tuwe na heshima na upendo na kubarikiwa wa pamoja. Haleluya, Bwana Yesu wasifiwe aanikaliuni wa matabaoni